Wa fi yaumi arafata, na siku ya arafa. Yu'tiqu Allah azza wa jalla min an-nar, Allahu wacia watu huru kutokana na moto. Kathiran min ibadihi, wingi katika waja wake, kama akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotuelezea sisi Mtume sallallahu alayhi alei wasallam, biqaulihi, kwa kauli yake, aliposema ma min yaumin, hakuna siku yoyote akthar min an yutika llah fihi abda min annar, ambayo ni zaidi, ambayo Allah subhanahu wataala anawaachia huru katika siku hiyo mja kutokana na moto. min yaumi arafata, kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah anawaachia watu huru zaidi na moto wa jahannam kuliko kuwachia huru zaidi, kuliko siku gani? Siku ya Arafa. wa fi wa fi hadithi akhar

ahlalsamana akusubia wa wale walioko katika mbingu ambao ni nani malaika anajifaharisha na wale walioko mbinguni ambao ni malaika. fayaqulu lahu, anaambia wao wale malaika, undhuru, tazameni ila ibadi, waja wangu jauni, wamenijilia mimi shuthan ghubran, wamekuja hali ya kuwa shuthan, manaake nywele zao ni timtim, nywele zao ziko timtim Manake hazijachanaamatimtim manywele ghubran, hali ya kuwa nywele zao zina nini? Zina vumbi, nywele zao zina vumbi, wamekuja kwa ajili yangu. waqad dhakara Ibn Rajab Alhambali rahimahullah, na kwa hakika ametaja alimamu Ibn Rajab Alhambali Allah amrihim aa kitabu chake al Allataif amesema, anna al-atqa. Ona sasa ujue kama kuna mashirikiano baina ya watu walioko katika viwanja vya Arafa na watu ambao wako katika hii miji al-amsar, hii miji mingine ambayo si Makkah, anasema anna al-atqa, wa hakika hii kuachwa huru na moto minannari, kutokana na moto kuachwa huru kutokana na moto am ah, ni lenye kuenea lijamii lmuslimina, kwa waislamu wote katika miji, kuonesha kuna nini

Yukaffiru sanata almadhiya. Hiyo somo ya Arafa, yule atakayefunga itamfutia madhambi ya mwaka uliotangulia, mwaka uliopita, wa sanata alqadila, na mwaka unaokuja. Hii ufutiwa madhambi mwaka uliopita yafahamika, umefanya madhambi. Je, mwaka unaokuja afutiwa hii madhambi na hujaenda wewe? Wanasema manake unawafikishwa katika kutenda nini, kheri na Allah anakuafikisha katika kuacha maasi, ndio maana yake imeleka na barakallahu fikum. Wa hadha yustahabu lighairi alhaj, na hii inapendekeza kwa yule eh, ambaye si mtu ambaye amefanya hija. Wa amma alhaju, ama yule mwenye kufanya hija, alhaj fala yusannu lahu siam, haipendekezi kwake yeye si sunna kwake kufunga. hadha lyaumi siku hii, na hii ndo kauli yenye nguvu zaidi, japokuwa wako baadhi ya madhhab wanaona kuwa atafunga. wa fitru wafitruhu, na kula kwake siku hii, yeye akiwa katika viwanja vya Arafat, afdalu ni bora zaidi. Kwa nini? ta'asiyan bi rasuli llahi sallallahu alaihi wasallam. Ta'asiya maana yake ai iktidaan, ndo maana yake. Naona neno hili likija ta'assa bihi maana yake ai iktada bihi, amefuata yeye

walidua yaumi arafata na kuomba dua siku ya arafa maziyato, hili ni jambo maziya. Ni kama ile imtiazo lapike, no, <coughs> ni jambo la pekee ala ghairihi, kuliko siku nyingine ndio mazia, kwa sababu mazia ni alfadhila ni utukufu yumtazu biha ala ghairihi, ni utukufu ambao unajitenga unapwekeka kutokana na utukufu mwengine ko ina maana kuomba dua katika siku hii maziya tu ni jambo ambalo ni bora na lenye kujibagua ule utukufu wake ala ghairihi, kuliko siku nyingine. Faina nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema khairu duai, bora ya dua kabisa, dua bora kabisa, duau yaumi arafata, ni dua ambayo inaombwa katika siku ya Arafa, ni dua bora kabisa duniani

Muislamu kuomba dua apupue, muislamu kuomba dua. Fi hadha al-yawm al-azim, katika siku hii kubwa tukufu. Wa yushra'u at-takbiru min fajri yawm Arafata, na inapendekezwa, inawekwa sheria kuleta takbiri min fajri yawm Arafata, kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa atakiwa ulete takbiri ila akhir ayami tashriq, mpaka nini mwisho wa siku za kukosha nyama. Sawa, lithubuti dhalika, kwa kudhibiti jambo hilo, ani salafi salih, kutoka kwa salafu salih. Maana yake hizi anazozizungumza hapa sasa hivi shekhe hafidhahu Allah taala, maana yake ni takbir muqayyad, takbiri zenye kufungamanishwa na wakati, takbiri maalum zenye kufungamanishwa na wakati, ambazo zinaletwa fi kulli dhuburi lsala, katika kila baada ya sala So hizi takbira ambazo zinaletwa kila baada ya swala katika haya masiku kumi zinaanza nini? Zinaanza katika ile siku ya alfajiri ya Arafa. Kujali kesho sisi ambayo siku gani? Ijumaa, twamkia Arafa, sio? Kwa alfajiri, yani leo tukiswali alfajiri, leo tukiswali alfajiri, leo baada ya tu ya salam, sawa, tunaleta nini takbiri: Allahu akbar, Allahu akbar, la zinaanza pale wala hazianzi kama wanaofanya baadhi ya watu ati mpaka ile siku ya Idi utakuta misikiti ndio anaita takbiri au ati ile ishai, ishai. ishai. Mi baada ya lishai utakuta watu wafungu mibomba misika hii ya nje waanza kupiga watakbiri Allah. Inaanza baada ya alfajiri, mwisho mwisho ni ile siku ya kumi na tatu, sawa so. pale ndio mwisho, tena baada lasri baada ya asr khalas, itakuwa ndio mwisho wa takdiri nini muqayyad. Lakini mutlaqa zinaendelea, zinamaanzia mutlaqa, zinamalizia kuzama. Kwa nini? Kwa jua, mutlaqa likizama jua ndio zishamaliza nazo. Fahimtu ya jamaa? Barakallahu fik, jambo liko hivyo. Qala Ibn Taymiyah rahimahullah, amesema Ibn Taymiyah ameandika qala, makosa uchapishaji, sahihi qala itakuwa makosa ni waqala, maana yake wawili wamesema, lakini itakuwa makosa uchapishana, kwa sababu alkamalu lillah anasema, annahu ashharu alaqwali, kwa hakika hiyo ndio kauli ambayo ni mashuhuri zaidi na kauli ambayo iko wazi zaidi, wa huwa ladhi, na hiyo ndio kauli ambayo alayhi alamalu, juu yake inafanywa kazi kauli hii. Kauli gani?

kadhalika wa fi wa wafi fustatihi, na katika ni hema lake kibanda chake kile chamina katika hema lake. wa majilisihi, na katika majilisi yake yakikaa kikao chake kika, kika, analeta kika, takbir. wa mamshahu kadhalika katika, no mamshah. mamshah <coughs> mamshah. katika kutembea kwake ndo mamsha <coughs> mamsha niile kutembea masha yamshi mamsha katika kutembea kwake matembeaji yake akitembea huku analeta takbir tilkal ayyam la katika masiku hayo jamian, yote masiku yote, ilikuakilia takbir kuanzia baada ya ile alfajiri ya siku ya Arafa mpaka ayamu tashriki. Wa wayakunu takbir, na zinakuwa hizi takbir biduni tahdidin, pasina na tahdidi kuzifunga adadin muayyan, pasina bitahdidi biduni tahdidi adad muayyan pasina na kuifunga na idadi maalum. Hakuna idadi maalum kama ni tano mara saba si mara tatu, hakuna welete tu. Wala bisautin jamaiyin wahidin, wala haifai kuleta kwa sauti bisauti kwa sauti moja jama'i ya pamoja, ikawa kaleta takbiri kwa pamoja au mmoja aleta takbiri wengine waitikia, yote ni mambo ambayo hayathibiti wala fi wakti muhadadin, wala hakuna wakati ulewekwa maalum, lazima ulete wakati huu tu la, isipokuwa takbiri ni muqayyad peke yake. Lakini takbiri mntoleka wakati wote unaleta, imeeleweka? Ena, kwa hiyo jambo la takbiri likuhi. Mimi nataka nimalizie na hapa, fadlu yaumi nahar wa ahkamih, ubora na utukufu wa siku ya kuchinja na hukmu zake yaum nahar

Siku ya kuchinja ile siku ya kumi, nayo ni katika miongoni mwa siku tukufu, wala usizembee konani siku pia. Siku al-khuruj wa fi hadha al-yawm, na katika siku hii kuna al-khuruju ila al-musalla, kuna kutoka watu kuelekea wapi? Katika musalla, katika uwanja ambao watu wanasalia, amba ndio musalla. Musalla ni kiwanja, li salatil idi, kwa ajili ya kusali siku kusali siku hii, siku ya idi na kuswali katika uwanja ulioandaliwa lakini, maalum kwa ajili ya swala hili, ni sunna. Umefahamu? Ni sunna. Ikiwa hakuna mvua, bora zaidi ni kusali katika nini? Kiwanja. Hii ni bora zaidi, khilafa lishafiia, kinyume cha madhhabi ya shafiia. Mashafi waona ile bora zaidi ni kuswali msikitini, lakini kwa sharti ikiwa watu wa mji mzima wataingia katika msikiti huo. Lakini ikiwa hawawezi kuingia katika msikiti huo itabidi wafanye nini? Wasali katika kiwanja. Haya, mji mzima uwaingia msikiti huo Azhari ya Mambasa waingia? Hawezi kuingia katika Azhari ya Mambasa. Kwa hiyo ile bora zaidi nao kufanya nini? Waje na hapo sisi wasali kiwanja, basi khalas. Imeleka. Ama ikitokea dharura ya mvua, ikitokea dharura nyingine, hakuna amani na vitu kama hivyo, basi Allah tena atujalie, aidumishe amani ya nchi yetu. Hakuna kitu thamani kama amani, kwa sababu ndiko hakuna amani hapa tusindika hapa tusindika, ndiko kila mmoja katika nyumba yake na ni huko mtu kwenye nyumba yake, pia aishi roho mkononi, kuchunga sana amani. Na huwezi kuijua thamani ya amani mpaka uangalie zile nchi ambazo zinafuga katika hii Afrika, angalia watu wanakunywa maji kikuku. Sudani, Sudani Kusini, kaskazini, Libya, DRC Congo, eh, Msumbiji na nchi nyinginezo za Afrika hakuna amani, Somalia na nchi nyingine zote. Tunamwomba Allah azifungue nchi hizi na waongoze wale ambao si katika Islamu. Medeweka kuwasema watu wanatoka kulia katika muswala liswalatinhili kwa ajili ya swala hili wa hiya wajibatu, na hiyo sala ya hivi ni lazima ala alqauli arrajih, katika juu ya kauli yenye nguvu, kwa sababu baadhi ya wanachuoni wengine wa wanaona si lazima, kama madhhab ya Shafi'i wanaona si lazima, wanaona sala ya lazima ni sala za faradhi tu maktubati. Ama zilizobakia zote ni sunna, bali hiyo wanasema ni sunnat muakadatu, ni sunna yenye uwetezwa, wala si lazima. Lakini al ahnaf hanafiya wao wanaona ni, ni lazima, na hii ndio kauli yenye nguvu kuwa ni lazima kama qala Ibn Taimiyata, na hapa ni makosa al m qala Ibn Taimiyat rahimahullah, kama vyosema Ibn Taimiyah, alla mbehe wafi yaumin nahar, na katika hii siku ya kuchinja, siku ya mwezi kumi katika mfungo tatu, dhabhu lubhiyati, kuna kuchinja vichinjwa, watawziuha, na kuvigawanya vichinjwa ai wanashruha, na kuvitawanya vichinjwa hivyo kwa watu walaklu minha, na kula katika vichinjwa hivyo wadhalika. Na jambo hilo baada salat lidi inafanyika baada sala idi, ila akhiri ayami tashriq, mpaka mwisho wa masiku haya ya kuchinja au ya kukausha nyama ambayo ni mwezi kumi na tatu katika mfungo tatu. Wa hiya wajibatu, nao ni lazima kuchinja ala lqauli lrajih, katika kauli yenye nguvu sawa ni lazima kwa yule ambaye mwenye uwezo kuchinja. Kadhalika ni lazima kwa yule ambaye hana udhuru wowote kuswali swala Idi, ni lazima katika kauli yenye nguvu zaidi. Imeeleweka wa yushrau tahniatu, na vile vile ni kwa sheria, ni sunna, inasuniwa at-tahnia, mapongezi, yani kupeana pongezi bilidi, kwa ajili ya Idi, mithlu qauli lmuslimi, mfano wa qauli ya Mwislamu li akhihi, kumwambia ndugu yake Taqabbalallahu minna wa minkum, na hii ndio kauli ambayo imethibiti kutoka kwa salafu. Ama ile taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'mal, ile haijathibiti, lakini labda tuseme tu zungumze maneno haina shida, lakini iliothibiti kutoka kwa salafu, riwaya zote zimekuja taqabbalallahu minna wa minkum, basi kwa kinyamaza. Lakini ikaja salih al a'mal sawa, haina shida. Aidukum al mubarak, aidukum mubarak, sawa, ehe, na uh -huh. nyingineza barakatul eid watoto, ita barakat al eid wataka pesa, lakini lakini wao lakini haja hajakosea, maana ni baraka eid, haina shida. Pia katika dua imeleka, lakini wao hawakusudi dua, hakusudiikusudia de pesa yake, na si vibaya. Mpatie, usiache uroho. Usiseme watoto ya ombaomba tu, ile ni siku yao achi. Sawa kama, kama thabata ani sala kama ilithibiti kutoka kwa sa na kuna watu hizi siku zaidi wengine hawatoki hasa nyumbani kwao, ala asiri alaasiri asali umo ndani kweli kweli, na laona tabu hata kuchinjisha shilingi elfu mia mia basi, likawapa watoto bahiri liika ni ndani umo niikeji. Ah, leo bwana sijisiki, kumbe laona tabu kutoka kwenda kuagea watoto. Basi sawa, lakini pengine anajitibu la mpira alilisha jisanamu lenye kuabudiwa au ana chama cha ngoma. Yeye ndio ndio mdhamini wa chama cha ngoma, lakini ashindu kwapawatotoshimia. Subhanallah, ubakhilia unaofikia hivi! Kwao imethibiti kwa salafu hivi. thumma al-iktharu min al-a'mali salih, kadhalika kubithirisha matendo mema. fi hadha al-yawm, katika siku hii, alladhi siku ambayo huwa min al-ashr lil hijjah, ndiyo katika miongoni mwa siku kumi zile za mfungo tatu, na ndio siku ya mwisho ile siku a mwezi kumi watakiwa ukithirishe matendo mema pia katika ile tarehe kumi au mwezi kumi ya mfungo tatu, na tutafikia hapa insha Allah taala. Jazakumullahu khairan.